Swali letu la leo, je, vifurushi vya mfuko wa taifa wa bima ya afya vimemzingatia kila mwananchi? Ndiyo, mfuko wa taifa wa bima ya afya umeboresha na kuongeza idadi ya vifurushi vyake ili kumwezesha kila mwananchi kujiunga na kunufaika na huduma za matibabu endapo ataugua. Mfuko wa taifa wa bima ya afya una vifurushi vitano ambavyo mwananchi mmoja mmoja pamoja na familia wanaweza wakajiunga na kunufaika. Vifurushi hivyo ni Tarangire Afya, Mikumi Afya, Ngorongoro Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Wanachama wa vifurushi hivi wananufaika na huduma za msingi na za kibingwa kuanzia kumwona daktari, vipimo, dawa, kulazwa, upasuaji, uzazi huduma za kinywa na meno na kadhalika, na wanapata huduma hizi katika vituo zaidi ya elfu kumi vilivyosajiliwa na NHIF kuwahudumia wanachama yake kuanzia zahanati hadi hospitali ya taifa. Gharama za uchangiaji katika vifurushi hivi nazo zimeboreshwa kuanzia laki moja na elfu kwa mtu mmoja kwa mwaka. Gharama hizi hutofautiana kulingana na idadi ya watu wanaosajiliwa, lakini pia na aina ya kifurushi. Ugonjwa huja bila taarifa, jiunge sasa ili uweze kunufaika pale utakapougua. Ili kujiunga, tembelea tovuti ya NHIF kwenye eneo la jisajili ili uweze kufuata utaratibu na kujisajili au Mtembelee wakala anayesajili wanachama wa NHIF au fika kwenye ofisi ya NHIF iliyo karibu ili kujisajili. Endapo utahitaji maelezo zaidi, usisite kupiga simu kituo cha huduma kwa wateja cha NHIF kwa namba ya bure 199 ili tukusikilize na kukuhudumia. NHIF tunasema bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.